Yalikuwa pale nyumbani kwangu yakapigwa, bahati mm. nzuri kwa kwenye jengo la pili anapokaa miaka hiyo naibu spika wakati huo, huyu, huyu spika wa sasa mm. e, kuna binti wa kazi ambaye alikuwa anafanya kazi pale mm -hmm. ambaye kwenye Bunge la elfu mbili na kumi elfu mbili kumi, kumi na tano alikuwa anakaa kwangu, ndio nakaa nyumba ya Bunge, kumbuka mm -hmm. zile ni nyumba za, za serikali mm. kama waziri wanakaa wa bunge kama mimi nilikuwa, nilikuwa mnadhimu mkuu wa kambi ya upinzani mm. Kwa hiyo, kwa hiyo wale wanaokaa kwenye apartment za bunge wanakuwa na wafanyakazi wa bunge Ndio. Kwa hiyo huyu binti aliyekuwa anafanya kazi kwangu bunge lililopita mm -hmm. la 2010 2015, uh, bunge la 2015 kuendelea akawa amehamishiwa kwa naibu spika huyu, anakuwa ni mfanyakazi wa mfanyakazi wa bunge. Wa bunge. Okay. Kwa hiyo nilivyopigwa vile eh, dada aliyekuwa anafanya kazi kwangu tena yuko hapa hmm. Ndio anatengeneza chai hapa. Akafanya nini, akamwambia aka dereva wangu, sasa nilikuwa na dereva wangu, akamwambia twende kwa, kwa, kwa Hadija ana gari, sio mbali Hmm. Kwa hiyo wakakimbia jengo la pili, Hadija akaleta aka waka gari, wakanipakia. Hizi zilitokea ndani ya gari, ndani ya gari kama gari ambayo mlikuwa nayo, maanake ilikuwa gari yangu ndio hiyo, isingeweza kutembea, wamepiga matairi yote. mm. ah, okay. Matairi yote ya gari yangu wamepiga, matairi yote ya gari zilizokuwa pale. Heh? Yes. Ah, kwa manake ilikuwa ni si jambo la bahati, maanake ni mkakati nisiweze kupata msaada. Unajua watu na hii nimeieleza, eleza mara nyingi, mkakati huko hivi mm, kwanza ondoa ulinzi kwenye lile eneo mm. Zile ni nyumba wanazokaa watu wakubwa wa serikali sawa sawa, zinalindwa masaa 24. Ile geti ya kuingilia ndiyo geti ya kutokea na huwa ina ulinzi muda wote, walinzi wawili, wa, wa watatu armed wanakuwa wa na silaha, unaona mm. kila kila blok manake ni mablok ma, ma, ma, ma, ma yale, kila blok inakuwa na mlinzi pale chini, kwa hiyo unapotaka una kuingia nyumbani kuna mlinzi anakaa nje pale. Na, na, ana silaha. Ha, hawa huku ndani hawana, hawana silaha, kama waangalizi ha, ni, ni waangalizi ni uh -huh. Walinzi, lakini wanakuwa nje, ndio sawa sawa. Sasa wote wale waliondolewa wa wagetini, wali, wali wa, wa ambao huwa wana silaha wa, wa kwenye ma, majengo yenyewe ambao huwa hawana, hawana silaha, wote waliondolewa. Ile geti ilikuwa wazi, ambao huwa haiko wazi muda wote inakuwa imefungwa masaa ishirini na nne. Ukija na gari lazima usimame mm. wakukague ndio uingie. Wakukague ndio ndio uingie. Wajue, ah huyu ni wahumu, wanakuruhusu. Kama sio wahumu, inabidi ujieleze. Unaelewa? Sasa mimi na, nimetoka nime nani bungeni, driver wangu amenipitia bungeni, nakuja nyumbani kuja kula chakula cha mchana. Mimi siku zote nakula chakula nani nyumbani mm. Humu njiani E, nyumbani yuko nani na nani? Nyumbani yuko dada wa kazi peke yake peke yake, ambaye kikitokea chochote cha mabadilisho yuko ndani, hajui kama kuna mlinzi kaondolewa. Eh, e, e, hawezi kujua, si yuko juu. Yes. Ile zile blok ni ghorofa moja moja mm. E, kila blok ina, ina nyumba nne, wanakaa watu wanne, familia nne chini kwenye hiyo block yangu chini anakaa waziri wa madini na nishati Kalemani. mm. yule ndugu yake Magufuli yule. mm -hmm. Mm -hmm. E, upande wa pili anakaa katibu mkuu wa Tamisemi. mm. juu nakaa mimi, anakaa aliyekuwa waziri wa afya zamani wakati wa Kikwete Haji Mponda. mm. Unani, unanipata? mm -hmm. kwa hiyo, kwa hiyo zinakuwa na watu wanne kule chini wao walinzi na wasema wanakaa, wanakaa chini kule kwa nje, lakini kwa ni, ni, ni sehemu nzito, ni sehemu nzito. Wana, wanakaa mawaziri anakaa deputy speaker Wana, eh? ukirudisha uki nyuma ma, masiku na miaka ndio, um, wakati unapangiwa kukaa pale hukuwahi kuingiwa na hofu hata hmm. siku moja? Kabla hapana, utakuaje na hofu utakuwaje na hofu, kama mmoja kati ya viongozi wakubwa. Ndio nasema mwache, mwache wewe, ni mnadhimu wa kambi rasmi ya upinzani mm, kuna nyumba ya kukaa mnadhimu mkuu wa kambi rasmi ya upinzani hiyo, mm, nyumba huwa wanakaa wapinzani. Mara ya kwanza alikuwa anakaa pale Hamad Rashid Mohamed, huyu nani bwana mkubwa, alikuwa wa kafu miaka ile. Ndio kwa hiyo ni, ni, ni, ni, kama anavyosema kwenye jengo lile chini yuko waziri mm. eh, Kalemani. Juu niko na aliyekuwa waziri Haji Mponda. Chini yuko katibu mkuu eh, tawala za mikoa na serikali za mitaa mm. jengo la pili anakaa na, naibu spika <laughs> jengo lingine anakaa Mwakyembe eh, um, um, eh. Umesema, umesema mimi ni mnadhimu mkuu <clears throat> wa kambi ya upinzani bunge, lakini usisahau mimi ni Tundu Lissu. <laughs> na, na we si ni binadamu lakini kuna una, una, una, una, una, una machachari yako ambayo ndio maana nilikuwa nauliza ulishawahi kuwa na machale hata siku moja? Kwa sababu huwezi e, ukawa na machale ukikaa mazingira kama yale mm. unalindwa watu mtaani huku hawalindwi mm. ukiwa mle mm. unalindwa masaa ishirini na nne kwa siku saba za mwaka za, za, za wiki. Okay. Mara wiki ngapi za mwaka utakuwa na machale ya kushambuliwa mle ndani? Haiwezekani mm. Wataingiaje, wapite lea zote hizo za, ni, za nini za ulinzi mm. unanipata? Kwa wala sikuwa na machale, utakuwa na machale huku mtaani huku ambako unajua eh, kwenye eh, mazingira kama yale. Kuna, kuna namna ambayo chama pamoja na ulinzi mm. Wa, wa ambao upo ndio, lakini nyinyi wenyewe pia mnasema bana na, na sisi tunakuwa vigil, tunakuna namna ambao na sisi tunaangalia. Huwezi ukaleta ulinzi wako binafsi, huwezi pale, sio nyumbani kwako pale, nyumba pale. Mm. Ni, nyumba mm. ni nyumba ya serikali, ni nyumba ya umma, ulinzi umetolewa kama nilivyosema, huwezi mm. ukajiwekea wewe ulinzi wako wa, wa nani wa unavyotaka mm. e, ni hapa naweza Sawa. Lakini kwenye lile, lile, lile eneo la nani makazi ya, ya serikali hapana ya ulinzi mm. ni wa serikali mm.